Viongozi wetu wa dini, naomba niwakumbushe kitu kimoja. Sisi sio bibi zetu, sisi ni watu wenye uelewa sana. Sisi sio kizazi cha wa, our ancestors, mababu zetu, mizimu yetu. Sisi sio hicho kizazi cha zamani. Uh, aijarishi mnapambana kiasi gani kutugawa kwenye makundi ya kidini. Yaani mimi huwezi kunifanya nimchukie Uh, Muislamu au msabato kwa sababu tu umetoka ukatwambia sijui eti Waislamu na Wakristo hawapendani bla, bla, bla bla. Mkimaliza kutuletea bla, bla, bla, mtatwambia, mimi siwezi mchukia my fellow human being kwa sababu eti kiongozi wa dini anakuja kunijaza ujinga, eti watu wa dini fulani hawakupendi, oh watu wa dini fulani hawakupendi, oh, wa <laughs> we don't care Hichi ni kizazi cha watu ambao tunajitambua, tunajua nini tunataka, saa ngapi tufanye nini, nini tusifanye. Kwa kitendo cha viongozi wa dini kutoka huku nje na kutuaminisha kwamba eti watu wa dini fulani wanatuchukia, watu wa dini fulani anatupendi tunaishi nao huku mtaani, yani, kabla haujatuambia we kwamba hawatupendi, ndio watu ambao tukikwama wanatukopesha pesa, ndio watu ambao tukiumwa wanatupeleka mahospitali, ni watu ambao tukipata shida tunawapigia simu. Sasa we ukija na na, na, na akili zako ndogo za kujaribu kunigawanya mimi na mtu ambaye ananisaidia maisha mtaani, utakuwa unanikosea bro. Okay, mkiwa mnasimama mbele ya kamera, mnaongelea mambo ya dini, hebu jaribuni kuongelea mambo ya dini in a positive way Sawe mna yaani, mna dini na kizazi ambacho sisi ndo ambao tunakishuhudia. yaani, hamtakiwi kutuambia kitu ili ndo tuamini hicho kitu chenu, hapana. Sisi ndo tunaoishi na hawa watu wa hizi dini, sisi ndo tunaoishi kwa mnavo the more mnajaribu kutugawanya kwa makundi ya dini ndo tunavozidi kuwaona mmechanganyikiwa. <laughs> yaani, kadri mnavozidi kutuaminisha ku, ku, ku, ku, kwamba mtu akiwa dini fulani hakupendi, hatakiwi kuwa ndugu yako huyo, bla bla bla, tunaona mmechanganyikiwa kwa sababu maisha yetu yanategemea hawa watu wa huku nje, tunategemeana. Tuna marafiki wa dini tofauti tofauti na hawajai kututreat vibaya. Kwa hiyo unapotoka nje kuniambia sijui mtu fulani mbaya, watu wa dini fulani sio mbaya, usijui usiwapende, sio wanani. I know very much they don't hate me. Sasa wewe unajai kuniaminisha kitu ambacho hakipo. Kwa viongozi wa dini, mnavyokaa jaribuni kuchagua maneno ya kuongea kwenye social media, jaribuni kuongea maneno yani, kuchagua maneno ambayo mnaongea mbele ya cameras. Mnachekesha, mnachekesha si mnanielewa, mnachekesha. Sisi ndo tunaoishi kwenye hii dunia huko nje, ham yani hata hamuhitaji kutuambia ni nini kinatokea. Yaani hauhitaji kuniambia mimi, labda muislam -ana, ananitreat hivi, au msabato anitreat hivi, au mkatoliki sio anafanya hivi. Hapa tunaona sisi ndo tunaoishi nao, tunaishi na hawa watu huko mtaani. Nikihitaji mboga, nitaenda kwenye nyumba ya Muislamu, nitamwomba mboga atanipa. Nikihitaji msaada wa fedha, nitaenda kwenye nyumba ya msabatu atanipa. Sasa so, kisha kuje kuniambia mimi msabatu, nyakanyaka nyakanyaka. I know them. We live na hao watu kwoo. Acheni kutujaza vitu ambavyo mnajisikia nye vichwani kwetu. Hivyo vitu bakieni navyo, vitawasaidia nyie kwa manufaa yenu ambayo hatuyajui lakini